Na mola wako mlezi ni karimu kushinda wote, ambaye amefundisha kwa kalamu, kamfundisha mtu aliyokuwa hayajui. Kwani hakika mtu bila shaka huwa jeuri akijiona katajirika. Hakika kwa mola wako mlezi ndiyo marejeo. Umemwona yule anayemkataza mja unaposwali? Umeona kama yeye yuko juu ya uongofu au anaamrisha uchamungu umeona kama yeye akikanusha, na anarudi nyuma. Hajui ya kwamba Mwenyezi Mungu anaona? Kwani kama haachi, tutamkokota kwa shungi la nywele, shungi la uwongo lenye makosa. Basi na awaite wenzake, nasi tutawaita mazabania. Hasha! Usimtii, nawe sujudu na ujongee. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. Suratul Alaq imeteremka Maka. Katika sura hii upo wito wa kusoma na kujifunza, na kwamba aliyeweza kumuumba mtu kutokana na asli nyonge ni mweza wa kumfunza kuandika kwa kudhibitia elimu na kutimizia kufahamu na amfunze aliyokuwa hayajui, kwani yeye subhanahu ndiye mwenye kummiminia ilmu mwanadamu. Na sura inanabihisha kwamba utajiri na nguvu huenda zikampelekea mtu kupindukia mipaka ya Mwenyezi Mungu, lakini marejeo ya wote ni kwa Mwenyezi Mungu mwishoni. Na mazungumzo yanamwelekea kila mwenye kusilihi kusemezwa, kuwaonya hao majeuri wanaopinga kheri. Huwaonya kuwa watakuja kushikwa kwa nywele zao za utosi wakibururwa motoni na hawatofaliwa na wasaidizi wowote, wa na sura inahitimisha kwa kuwataka wasikivu wende kinyume na hao wenye wa inda wanakadhibisha, na wajijongeze kwa utiifu kwa Mola mlezi wa walimwengu wote. Ewe Muhammad. Soma unayofunuliwa kwa kufunguliwa kwa jina la Mola wako mlezi, ambaye ni yeye tu peke yake ndiye mwenye uweza wa kuumba. Amemumba mtu kwa ukamilifu wa mwili wake na elimu, kutokana na kipande cha damu ambacho hakina chochote cha kupelekea kujiona bora. Endelea na kusoma, na Mola wako mlezi aliyekarimu kushinda wote, hata kutukuza wala hata kudharau yeye ndiye ambaye aliyemfunza mtu kuandika kwa kalamu, na wala kwanza hakuwa na jua hayo. Amemfunza mtu yasiyokuwa yanampitiya katika mawazo yake. Ni hakika kweli mtu hupinukiya mpaka na hupanda kiburi mbele ya mola wake mlezi, anapojiona simhitaji katajirika. Ewe Muhamadi, hakika ni kwa mola wako mlezi peke yake ndiyo yako marejeo ya wote pa kufufuliwa na kulipwa. Je, umemwona huyu jeuri anayemzuia mzuwiya mja asiswali anapotaka kuswali? Hebu niambiye habari za jeuri huyu, kama yeye yumo katika uongovu katika huku kuzuia kwake, au kwamba ndiyo anaamrisha uchamungu katika hayo anayoyaamrisha. Niambiye habari za huyu mwenye kukataza na kuyakadhibisha kuja nayo Mtume na akapuza imani na vitendo vyema hivyo hajui kwamba Mwenyezi Mungu anazijua vyema hali zake, naye atamlipa kwazo. Kwa kumkemea huyu mwenye kuzuwiya, anaambiwa kama hakuwacha hayo anayoyafanya basi hapana shaka tutamsokota kwa nguvu, tukimshika kwa shungi lake la nywele mpaka motoni, hilo shungi lilo juu ya uso wake mwenye kuropokwa uongo na mwenye athari za ukosefu. Basi yeye awaite wenziwe na watu wa baraza lake, wawenziwe wasaidizi duniani au ahera. Sisi tutawaita askari wetu wamsaidiye Muhammadi na walio pamoja naye, na wapambane na huyo mwenye kukanya, na wasaidizi wawasukume kwenye Jahanamu kumnyamazisha huyo mwenye kuzuwiya. Wewe usimkubaliye kwa hayo anayokukataza nayo, na dumu juu ya sala zako, na endelee na sijida zako na jijongeze kwa Mola wako Mlezi kwa hivyo